Hapo nje akaja mtoto akasema kuna moto kule kwetu. Sisi tukatoka hapo tukaenda, kufika moto umeshawaka chumba cha chini kile, ambacho kila mtu nyumba haina mtoto, moto umewaka, chukua maji mwaga, kumbe nyumba imeshasambaa nyumba nzima. Basi kaka akaleta fire yake ndogo, akapiga ule moto, moto ukawaka, akapiga simu fire moto ulipozidi, zote zimeungua vyote. Baba yenu mwenye chumba hiki hapa alikuja aliingia na kutoka akashindwa kutoa kitu chochote. Nikamwambia usiingie kwa moto, kaa pembeni. Basi kaa pembeni, nyumba ikaendelea kuungua na msho, fire ilikuja ikazima moto. Moto ukiisha maji basi kama jinsi zinavyoona, eneo la chukua maji kwenye bomba tukimwagia ule moto, moto ukashindikana, moto ulikuwa ni mkubwa. Tulichota maji bombani tukamwaga maji tukasaidiana na majirani, sio mimi tu, ndoo zote, lakini kwa sababu moto ulikuwa mkubwa, moto wa kuzima. Nilikuwa nyumbani, yaani baada ya hii nyumba ilioungua, mimi nakaa nyumba ya nne pale jirani yangu moja, nilisikia kipiga kelele ukunga, ndio alikuwa anajiandaa na taulo kuoga baada ya kutoka jumuiya. Kwa hiyo nikawa sasa ndio anajiandaa na taulo kuoga, ndipo nikasikia ukunga, nikawahi kufika hapa kwenye eneo la tukio, kwa sababu nyumba nne tuka kwa hiyo nilipofika hapa, cha kwanza tukaanza kujitahidi kupiga simu fire, kwa sababu nimkuta kuna jirani yangu moja, kijana moja, bara moja, nilikwahi alifika, alikuwa tayari ameshafika hapa, aliponiambia anaendelea kupiga simu, nikaona ninaamini, sipigi tena simu fire, kiswachanganya nikachukua ile simu ikawa inaita ikapotelewa. Kwa hiyo uamuzi wa haraka kwa sababu niliona moto ule tayari unaanza kuchanganya. Nikachukua pikipiki, nikakimbia nikaenda polisi nikaripoti. Nikatoka polisi ndo nikaanza kufuata faya sasa kule majengo. Kwa hiyo kwa bahati nzuri nilipotoa ripoti polisi nao walikuwa wanaangalia kutafuta simu. Kwa hiyo wakati tayari washapiga simu majengo. Nilipofika pale mimi nikakutana na faya nayo ndio inatoka majengo pale pale. Kwa hiyo ndo nikakaa mbele. Nikaanza kuielekeza mpaka eneo la tukio. Lakini hii moja ambayo kwa kweli moto chanzo kilichoanza, ndio kama mnavyoona imeteketea, imeisha. Na sasa ubovu ni kwamba hakuna mtu, yani ina wapangaji, na bahati mbaya sasa muda huu ni muda wa kazi, kulikuwa hakuna mkazi hata mmoja wapangaji, nikoaba, watu, wa wapangaji wote wako nyumbani. Ina maana walikuwa watoto tu wenyewe wadogo wawili, na hao watoto walotoka nje kutoa taarifa kuna moto. Lakini singekuwa hivyo ina maana kuna mtu alikuwa anajua. Bahati nzuri mama mwenye chumba hichi ambacho tulitoa vitu vya baadaye nyumba hii kuanza kushika moto fire kuleta fire Majira ya saa 6 na dakika 49 kupokea taarifa ya tukio la moto katika mtaa huu wa Dar es Salaam Street kata ya Kiusa katika manispaa ya Moshi. Kunde tu baada ya kupokeza taarifa, uh, wazimamoto waliondoka eneo la tukio, waliondoka katika kituo cha zimamoto na uokoaji Moshi mjini na kufika katika eneo la tukio saa sita na dakika hamsini na tisa. Kwa hivyo walipofika katika eneo la tukio tulikuta kweli kuna eh, moto katika hii nyumba kama ambavyo waandishi mmeona eh, hii nyumba ilikuwa na vyumba kumi na mbili na ni nyumba ambayo ilikuwa ikitumika kwa makazi pamoja na biashara, maana mbele ilikuwa kuna frame mbili za biashara, lakini kwa nyuma kwa kuna makazi ya watu na wakati tukio linatokea nyumba hii haikuwa na mtu, hakukuwa na mtu mzima, kulikuwa kuna watoto wadogo wawili ambao baada ya kuona huo moto walitoka kwenda kwa jirani kutoa taarifa kwamba kuna tukio la moto, na hivyo huyo jirani akapatia sisi taarifa ya kutokea kwa tukio la moto. Kwa hivyo tumefika eneo la tukio tukakuta moto umesambaa katika eneo lote, na baada ya kuona moto ni mkubwa, ikabidi tuongeze nguvu kwa kuongeza gari lingine kwa hivyo akawa magari mawili, lakini moto ka anaendelea kuwaka, na tunashukuru pia wenzetu wa uh, zimamoto wa TPC pia na wao walikuja kutusaidia kwa kuongeza gari lingine la tatu. Kwa hivyo tumefanikiwa kudhibiti moto vizuri na kuokoa nyumba ambazo zilikuwa jirani hapa. Kwa upande wa kushoto hapa kuna nyumba mbili za jirani kabisa ambazo zingeweza kushika moto, lakini pia kwa upande wa kulia kuna takriban nyumba tano ambazo pia zingeweza kushika moto, kwa sababu zilikuwa karibu, karibu kama kwa hiyo wito wangu kwa wananchi ni kwamba kwanza tusiache watoto peke yao pasipo usimamizi wa watu wazima wenye akili timamu.